Muda gani sahihi wa kijana kuingia kwenye ndoa akiwa anajitafuta, kama msili brain hapa, ama akishajipata? Sasa kama Madam Leila, sasa nimejipata na hela mm, naendakuoa fedha, wakiingia mm -hmm, kwenye ndoa yaani ukiwa uja, uja mambo yako baadhi hajafunguka ya mm. -hmm. ukishaingia kwenye ndoa ni wepesi sana wee kufungukiwa kwa sababu unajua mambo ya riski ni mambo ya Mungu. Mungu mwenyewe anajua kwamba huyu jamaa ni mwanaume na lazima ana watu mm -hmm. wawili nyuma yake mm -hmm. na ana familia yake na ana familia mm -hmm. uyumtu, kawa, ya mtu mm. nisipompa riski huyu mtu anaweza akawa mwizi akaingia dhambi mm. kwao. ndio maana unaona vijana wengi walioa mapema walifanikiwa mm -hmm. kimaisha mapema mm. sasa -hmm. katika kuoa sasa ndo wewe nafsi yako iwe tayari. mm. Sasa kama nafsi yako ikawa haiko tayari, ukawa ume umelazimishwa na circumstances ndo mm. unaingia kwenye ndoa, unaishi una mm. kama bachelor, unataka kuishi kama mabesti zako ambao wako mm -hmm. kwenye mahusiano. Una watu mm. wanaingia kwenye ndoa bila, bila baraka za Mungu. mm. wanaingia na baraka za wazazi kwanza, wanaanza kuishi pamoja Okay. Mm. Au, wanabariki, wanabariki wanaingia na baraka za Mungu kwanza, kwa tubariki sisi wenyewe na Mwenyezi Mungu, baadaye tutawaita jamaa, kwa sababu bado hatujajipanga mm, sure. Lakini, wakifika, kwa sababu hawako tayari, mm. Wanawake wanakuja mpaka kwako. Kijaauaai okay, sawa. Sasa, unaanza kumuuliza yule mwanamke, mbona unanihoji hoji? Aa, ni rafiki zangu kabla hata sija kuoa, tofauti mm, ni hiyo hmm. Hakuna mwanamke yeyote wa Kiafrika mm, ambaye atakuelewa kwa nini umepeleka rafiki yako akike nyumbani kwake, kwa sababu ukishaoa nyumba sio yako, ni ya mke eti, eh, ni ya mke, kwa sababu yeye ndo ndo kama eh, mimi ninapogonga visa eh, ta kutoka visa kwanza, visa eh, masama ngapi eh, eh. <laughs> hiyo umevaa eh. Sasa, sasa tukikama askani ama mwanamke akupelekeshwe na mtu anakuambia hivyo yeye eh, kwake ndo anavujiwa mm. Mtu asikudanganye ukishaoa, nyumba ni ya mwanamke. Ukishaanza kuishi na mwanamke kwa baraka zako, baraka za Mungu, baraka za wazazi, mkianza kuishi kwa mfumo wote mnaoishi mm. Nyumba ni ya mwanamke, yeye ndo supervisor pale ndani. Wewe ni mtu tu unafanya consultancy kwenye nyumba yako mm.